Rais Donald Trump ameonyesha nia ya kukutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin ili kusaidia kumaliza vita vya Ukraine. Akizungumza kutoka ikulu ya Marekani wakati wa mkutano wake na Katibu Mkuu wa NATO Mark Rutte, Trump alisisitiza umuhimu wa kutatua mgogoro huo haraka. Ningependa kukutana na Rais Putin ili kumaliza vita vya Ukraine. Trump aliwaambia waandishi wa habari. Lakini lazima tufanye hivyo haraka. Wakati wa mkutano katika ikulu wa Marekani, Rut alikiri kuwa wanachama wengi wa NATO wameongeza bajeti zao za ulinzi hivi karibuni, akieleza kuwa hatua hiyo ni ya ajabu. Tunapaswa kufanya zaidi, lakini nataka tushirikiane kuhakikisha kuwa NATO inaimarika chini ya uongozi wako na tuko njiani kufanikisha hilo. Rut alimwambia Trump. Trump alijibu kwa kusema kuwa anapata ishara nzuri kutoka nje ya Urusi na ana matumaini kuwa Moscow inafanya maamuzi sahihi. Trump pia alithibitisha kuwa mjumbe wa Marekani kwenda Urusi Steve Witkoff kwa sasa yuko Moscow akishiriki mazungumzo yanayoendelea. Ukraine imekubali kulingana na hali ya leo kusitisha mapigano kabisa na tunatumaini kuwa Urusi itafanya hivyo pia. Trump alisema alielezea vita vya Ukraine kama gharama kubwa kwa Marekani na mataifa mengine. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alijibu kauli ya Alhamisi hii ya Putin kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano akimshutumu kiongozi huyo wa Urusi kwa kuvuruga mchakato na kuchelewesha amani. Kile tulichosikia kutoka kwa Urusi ni maneno yanayotarajiwa na yenye udanganyifu kutoka kwa Putin, Zelensky alisema katika hotuba yake ya jioni. Kimsingi anajiandaa kukataa makubaliano.